basi si tunafurahi kwa kufika na Allah tujalie sisi wote. Asante, asante sana, sana Mungu wangu naam, naam. eaaswanuni Muhajirina TV, usisahau kusubscribers na kuliki pia na kucomment, utakuwa umetisha sana, ndugu zangu wa Waislamu. Basi kigezo kinakuja kingi sana kwenye hii yetu, tunafurahi sana alhamdulillah. wa wa wa wa wa rahmatullahi rahmatullahi barakatuh barakatuh kaifa alhamdulillahrahmatullahiwabarakatu Okay. <laughs> <laughs> Zali kama unanili. Basi hii leo ni siku ya Eid. Tulikuwa nataka tujue kwanza majina yako. Kwa jina naitwa Sanora Osman. Basi niko na dada yangu hapa Sanora Usna. Tunamuuliza kuhusu Eid. Wewe Eid umejipangaje? Anakimbia <laughs> <laughs> <laughs> anashindwa kusema hichi anajipanga vipi kwenye Eid. Ngoja basi tusogelee mtu mwingine basi. <laughs> Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waislamu wote, Idi mbaraka, nawatakia kila laheri heri. Waislamu, idi yetu nzuri, na tuko hapa kupokea wageni mbalimbali waislamu. Nakuja kutambulisha akaunti yetu, ni Muhajirina TV. Sasa au kusubscribers na kufollow, basi utakuwa umetisha sana. Ndugu yangu, karibu ndugu zangu, tunakuja hapa kwenye kupokea waislamu wote na ku kuambia Eid Mubaraka. Basi na sisi ndo siku yetu kubwa pendwa, jisikie huko huru mwislamu popote pale ulipo, na kutakia Eid Mubaraka. Basi tunamsubiri she pale atoke kwenye gari tumoja na mbazo wengine waislamu kwenye uwanja, tumejaana mashallah. Kama kwenu bado amjathali, basi karibuni kwenye uwanja wa Eid ukaswali. Ni kidogo tunawapatia kama manjonjo, shehe zangu. Basi hatuna mengi sana, zaidi ya mengi tutapata tukimaliza Eid yetu inshallah.

Naam, hii ni ni TV yetu pendwa, TV bado mpya, tunaomba subscribers na ku like. Basi hapa baadhi ya mashehe tunawaoji na kuwauliza idi yao imeenda vipi na vipi wameona na wapangilia vipi idi yao. Naam, Naam. Shehe, umepangilia vipi idi? Naam, alhamdulillahi rabbil alamin, kama gisi tumeswali na tukamaliza. Tumeona watu walikuwa wamefurika kwa wingi, kwa furaha, kwa takbir. Alhamdulillah, mambo yalikuwa sawa. Inaonekana watu wameanza kujielewa, wamejua idi ni nini. Na mimi upande wangu, alhamdulillahi

hilo naona haliwezi kuwa hivyo, kwa sababu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika surati al-Hajj, fakulu minha waatimu albais alfaqiri, kuleni katika kile kichinjwa ambacho mtachinja, pia muwalishe watu wenye shida ambao ni maskini. Kwa hiyo ni kuchangia, kwa sababu hii ndi sikukuu ya nyama, sikukuu ya kutoa sadaka wajirani na wamasikini, kigawe mara tatu kile ambacho utakachokuwa umejaliwa kupata, inshallah. Amina, shehe wangu.

Wamama wanang'aa na wanapendeza, wanakuja vizuri kwenye idi ya leo, alhamdulillah. Tunaona kila mtu ana afya. Basi kama na wewe mke wako hajavaa, mwombee dua mume wako, basi siku ingine atakufalisha. Wamama hao ndio wanapendeza na kung'aa kabisa, alhamdulillah. Ya tunawaambia wamama wote, idi mbaraka kwenu pia wamama wote kabisa. Hiki ni kipindi na ni Muhajirina TV, tuko salama, tunashukuru Allah. A, wamama wanang'aa kabisa, wanang'aa tunaona, hata peke yako unaona kabisa alhamdulillah, alhamdulillah kabisa, wengine wanafurahi na wanacheka, wana idi mbaraka ya nawaona, wana kabisa wanafika kwenye na basi, poa poa Basi na mtenda tunaendeleza na kipindi chetu kipendwa, na usisahau kama hii ni Mwajirina TV. Hao ndio mashehe wanawaoji na, na kuwaonyesha kabisa, alhamdulillah. Tuko pamoja na kuona misikiti hii inavyong'aa, na wengine wanafanya hivi kidogo, alhamdulillah. Hao ndio Waislamu wote wanafika na kuonyesha upendo na kushirikiana kwenye Idi ya. Hatuna mengi ya kuzungumza sana, basi mwenyewe unajionea Idi mbaraka na kufanya vitu vingi sana kama bado hujachinja leo ni idi yako ya kuchinja na kama hujapata basi Allah atakujalia hiyo siku utapata na wewe pia usikate tamaa ndugu yangu Muislamu na usijike moyo Muhajirina TV nakuletea na vipindi vyote vya dini basi ni muendelezo na kufanya vipindi vyote vya dini viende kwa pamoja ya hao ndio waislamu wote na takbira zinaendelea kama unavyosikia ya